Kwa majina naitwa Mwalimu Oscar Salasa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima siku ya leo, lakini pia kwa moyo wa dhati, napenda kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa diwani wakati Ansalala kwa ubunifu wa kupata madawati kwa ajili ya shule yetu ya Malama Sekondari. Lakini si hilo tu, niombe kumshukuru sana ndugu yetu mkurugenzi wa Paradise Mission ndugu Ndele Mwaselela kwa moyo wa kujitoa wa kutupatia madawati mia mbili kwa ajili ya wanafunzi wetu ambayo yatapunguza sehemu kubwa ya upungufu wa madawati katika shule yetu. Mungu ambariki sana. Lakini pia tuombe sisi kama wazazi wakatansalala na wadau wa elimu tuhamasishe watoto wetu wengi kuja kusoma shule ya Paradise Mission ili kile anachokipata ndugu yetu mkurugenzi wa Paradise Mission Ndele Mwaselela, anachokirudisha kwa jamii, basi akipate kwa namna nyingine, ili kiweze kuendeleza shule yetu ya Paradise Mission Mungu ambariki sana. Sinienga ni mwenyekiti wa kitongoji cha Salala mahali ilipo shule ya sekondari ya Malama. Aa, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi wa Paradise Mission kwa msaada aliotoa kwa shule yetu ya Malama kwa sababu tulikuwa na changamoto kubwa, ambao tulikuwa na vikao kati yetu na walimu kwa ajili ya tunafanyeje. Watoto ni wengi, lakini <coughs> madawati hatuna. Katika vikao hivi tulijaribu kuona tunafanyeje, lakini nimshukuru ni pia Mheshimiwa Diwani, baada ya kumshirikisha wazo hili, yeye sasa alisema ngoja tufanye utaratibu tunafanyeje. Nimshukuru kwa kufika huku kuja kutuombea madawati ambayo yatakizi kwa sehemu kubwa matatizo ya watoto kuto kukaa chini. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa shughuli kubwa aliyoifanya ili kuleta maendeleo kwa kasi kwenye kitongoji chetu cha Salala, mahali mali paliko na shule ya kata Malama. Asante. Jina langu Mwalimu Neema Ikusa Mwakimenya, mkuu wa shule ya sekondari Malama ni shule ya serikali inayomilikiwa na, na serikali pamoja na wananchi. Shule hii ilisajiliwa, namba ya usajili ni esi 2743 Ah, uh, kwa mwaka jana tulikuwa na jumla ya wanafunzi elfu moja mia mbili tisini na tano hapo. Form four wamepungua, form four waliomaliza ni mia moja thelathini na tisa kwa hiyo hawa 139 sasa tunawaweka kando, kwa mwaka huu una ujao mwaka wa elfu moja uh, ishirini ishirini na sita. Katika mwaka huo sasa tutapokea kidato cha kwanza 468 tukiwa tumesha waondoa wale 139 sio wilaya nzima, ni kata ya Msalala tu au sasa mieni ni kata moja e, ni kata moja lakini, kwa mwaka huu wamechukua na kata ya utengule usongu ko hapo na kata mbili, tuna kata mbili mm -hmm. E, sasa jumla yao watakuwa mia nne sitini na nane mm -hmm. Sasa baada ya kujumulisha na wale ambao walikuwa wakiendelea mm -hmm. kuanzia kidato cha kwanza mwaka jana mpaka cha tatu, jumla mwakani tutakuwa na wanafunzi 1624 mm -hmm. eh, ndio idadi itakayo kuwepo wakati huo maanake, wale wapya kabisa ni hao wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao watakuwa mia nne sitini na nane. Shule ya sekondari Malama ina changamoto nyingi mm. sana, ikiwemo vyoo mm. ikiwemo samani naposema samani mm. namaanisha viti na meza mm. Eh, sasa hivyo viti na meza mm. tunamshukuru Mungu kwamba siku ya leo ni siku ya kipekee kabisa ambayo mdao wa elimu kupitia Paradise Mission ametuita ili aweze kutukabidhi samani mia mbili. Kwa hiyo tunashangwe tunafuraha sana lakini, pia tunashindwa hata kusema mbele za Mungu kwamba Mungu ebu aendelee kumuinua mzabuni wetu mdau wetu, aendelee kumpa neema maisha marefu. E, kwa kutoa msaada huu ni mkubwa mno. Hatukutarajia hii imekuja. Uh, wengine wanasema surprise kwetu. Malama Sekondari tunaita hii ni surprise. Yes. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mdau wetu, Mungu akubariki mno. Tuna changamoto nyingi mm -hmm. Lakini hii ya sasa umetupunguzia kwa kiwango kikubwa. Nangu naitwa Neema Patrick, mkazi wa Mapinduzi. Nashukuru kwa nashukuru kwa kwa Mheshimiwa diwani kutuona kuhusu madawati, maana kweli tuna upungufu na tuna shida kubwa. Watoto wanapata shida kipindi cha mitihani. Tunashukuru kwa kuwa wameliona hili. Tunamshukuru pia na mkuu wa shule aliyewaza kuhusu hili <mulia>